Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni robo ya pili, robo inayosema vidokezo, tamathali za semi, ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Juma hili tutaenda kuangazia somo la nane, somo la nane la robo ya pili linalosema katika Zaburi, Sehemu ya kwanza. Leo ni Mei 17 saba, Sabato mchana. Mwandishi anatuelekeza kusoma katika Waibrania sura ya 9 aya 11 hadi 15, zaburi ya 122, zaburi ya 15, zaburi ya 24 na kutoka sura ya 33 ya 18 hadi 23, zaburi ya 5 na zaburi ya 51 aya 7 hadi 15. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Ufunuo sura ya 14 aya ya kwanza. Neno la Mungu linasema, kisha nikaona na tazama, huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. kama wa Adventista wa Sabato Tumezoea kutafuta ishara za Ufunuo katika visa vya Agano la Kale ili kutusaidia kuelewa ishara hizo. Masimulizi haya, ingawa yako mbali na chanzo kizuri pekee, lakini yanapatikana pote katika Agano la Kale. Chanzo kimoja chenye habari nyingi hasa ni kitabu cha Zaburi, mkusanyiko wa mashairi matakatifu unaochunguza uzoefu mwingi wa wanadamu na mahusiano yanayofaa kati yao na Mungu. Kuanzia kukata tamaa juu ya dhambi na mateso hadi furaha isiyozuilika mbele zake na ahadi zake zinazorudiwa rudiwa za msamaha na wokovu. Usomaji makini wa Zaburi hutoa maelezo yanayofanya kitabu cha Ufunuo kuwa cha kuvutia, hasa Ufunuo 14, inayoeleza kazi ya mwisho ya kanisa la Mungu la masalio duniani. Watu wa Mungu wa siku za mwisho wamepewa kazi ile ile kama Israeli ya kale: tunapaswa kuwa nuru ya mataifa, mwito wa mwisho wa rehema kwa watu wote wamwabudu na kumtii muumba wao. Maelezo kadha wa kadha yaliyo katika kitabu cha Mungu cha nyimbo yanaweza kutupa njia mpya za kuelewa na kuthamini wajibu wetu katika nyakati za mwisho za historia ya dunia. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya sabato ya Mei 24. Jumapili tutajifunza kuhani wetu mkuu. Jumatatu, juu ya mlima Sayuni. Jumanne, sheria mioyoni mwetu. Jumatano, Zaburi tano. Alhamisi, wafundishe wakosaji njia yako. Ijumaa, jifunze zaidi. na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Kumbuka hii ni sabato mchana, utangulizi wa somo hili la nane. Tuendelee kufuatilia pamoja ili tujifunze kwa kina katika Zaburi sehemu ya kwanza. Mungu atubariki sote na karibu tena.